Kwenye Injili kama ilivyoandikwa na Luka ile sura ya kumi tunasoma kwamba Yesu alituma wanafunzi sabini kati ya wanafunzi wake wazunguke huku na kule kwenda kuhubiri Injili. Alafu wale wanafunzi sabini waliporudi walifurahi sana, kwa sababu walipoenda kule kuzunguka, kuponya wagonjwa na kuhubiri Injili, walikemea pepo na pepo wakatoka watu, pepo waliwatii. Kwa hiyo wale wakafurahi, kwa sababu pepo wamewatii. Yesu akawaambia, msifurahi kwa vile pepo alivyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Yaani majina yale wanafunzi sabini yameandikwa mbinguni. Mbinguni kuna orodha ya majina ambayo watu wameandikwa. Hawa ni watu ambao wapo katika ufalme wa mbinguni, kama vile katika klabu ya mpira kuna orodha ya wachezaji wao ambao wameandikwa. Hawa ni watu wa ile klabu Si watu wa klabu nyingine. Kama wewe unashabikia klabu A, orodha ya wale watu ambao ni wa timu hiyo hiyo klabu A ni tofauti na ile klabu B. Ni kama vile ambavyo, kama unafanya kazi kwenye kampuni X, basi majina ya wafanyakazi wa hiyo kampuni yapo, na hayo majina ni tofauti na majina ya kampuni nyingine. Vile vile, sensa ikifanyika, wanapata idadi ya watu ambao wapo kwenye taifa husika ambao ni tofauti na watu ambao wapo kwenye taifa lingine. Kwa hiyo mbinguni kuna majina ya watu ambao wanahusika na mbinguni. Haya majina ni tofauti na watu wengine. Mimi ni Pastor Msafiri na leo nazungumzia kuandikwa au kufutwa jina lako kwenye kitabu cha uzima. majina ya watu ambao wameandikwa mbinguni ni majina ya raia wa mbinguni yes. Hapa duniani wapo raia wa mbinguni, majina yao yako mbinguni, na kile kitabu ambacho kinaorodha ya majina ya hao watu ni kitabu cha uzima. Mara pengine inaandikwa kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo tabia za watu ambao wameandikwa katika hiki kitabu cha uzima tunakipata kwa kuwapekua maandiko, kwa sababu hakuna sehemu ameandika hizi ndio sifa za watu hao. Hapana, lakini ukiangalia maandiko unaona kuna tabia ambazo watu walioandikwa kwenye kitabu cha uzima wanashabihiana na hizo tabia. Moja wapo ni kwenda katika ishara na maajabu. Wale wanafunzi sabini waliotumwa na Yesu wakaenda, wakarudi wanashangilia, wakamwambia Bwana hata pepo waitutii tulipowakemea kwa jina lako. Hivyo watu ambao wameandikwa, maana hao ndio wakawaambia kwamba furahini kwa sababu kwa jina limekuwa mbinguni. Kwa hiyo watu ambao wameandikwa ni wale ambao wanakemea pepo nao wanatii, ila hawa ni watu ambao wanaenda na ishara na maajabu, kama vile Marko inavyosema kuhusu wale waaminio, na ishara hizi zitaambatana nao kwa jina la Yesu watatoa pepo watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hawa ni watu ambao wapo katika ufalme na ufalme unaambatana na nguvu ya Roho Mtakatifu na ufalme unaambatana na hizi ishara ambazo waaminio wanazifanya. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa nne na watano unasema neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima na damu bali katika nguvu za Mungu. Ishara na maajabu yanayoambatana ile neno lililohubiriwa ndio napiga mhuri kwamba hilo limetoka mbinguni, ni la ufalme wa mbinguni. Na watu ambao wanakwenda kwa ishara na maajabu, hao ndiyo ambao wameambatana na Mungu na majina yao yameandikwa katika ya kitabu cha uzima. Hili swala la kuandikwa jina katika kitabu cha uzima halipo kwenye Agano Jipya tu, hata katika Agano la Kale hili lilikuwepo, kwa sababu unafahamu kwamba ishara na maajabu ndio vinaleta vina ufalme wa mbinguni, ndio vinaonyesha kwamba kuna mkono wa Mungu katika mahali husika. Musa alipokwenda kuwatoa wana wa Israeli utumwani Misri kwa ishara na maajabu, maandiko yanasema, pale wale watu walijua kuna kidole cha Mungu kinatenda zile kazi. Kutoka sura ya 8 mstari wa kumi na sita mpaka wa kumi na tisa inasema, Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri nao wakafanya, Haruni akaonyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawachawa juu ya wanadamu na wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawachawa katika nchi yote ya Misri. Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, ili kwamba walete chawa, lakini wasiweze; nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu na moyo wake Farao akawa mgumu, asiwasikize vile vile, kama Bwana alivyonena. Jambo hili ni chanda cha Mungu ma, maana ya chanda ni kidole. Unafahamu msemo wa Kiswahili, chanda chema uvikwa pete, kidole. Kwa hiyo chanda cha Mungu ni kidole cha Mungu, ila ukija katika agano jipya utaona katika Mathayo, wakati Yesu anaongea na wale Mafarisayo akasema, ikiwa natoa pepo kwa roho wa Mungu basi ufalme wa mbinguni umewajilia. Translation ya hiyo hiyo statement kwenye Luka inasema ikiwa natoa pepo kwa kidole cha Mungu basi ufalme wa mbinguni umewajilia. Kwa hiyo kidole cha Mungu ndio roho wa Mungu, na uko wenye kutoka anasema jambo hili ni kidole cha Mungu, kwa hiyo ni roho wa Mungu. Roho wa Mungu alikwenda na Musa akafanya vile vitu, na lile jambo linalofanyika ni ishara na maajabu ambayo yanaambatana na, na mtumishi wa Mungu. Na ukiona kuna ishara na maajabu vinaambatana na mtumishi wa Mungu, ndiye aminiye, ujue kaandikwa, ikaandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana Kondoo, aliyechinjwa kabla ya ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Tabia nyingine ya watu ambao wameandikwa katika kitabu cha uzima ni kwamba wao wanaweza kumshinda shetani, wanaweza kwa sababu wao wana imani. Maandiko yanasema na huku ndiko kushinda kuushinda kwa ulimwengu, hiyo imani yetu. Ila ukisoma katika Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Ufunuo Yohana sura ya 13, mstari wa kwanza, mpaka wa tisa. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama, kichu kama kinywa cha simba yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabia mnyama yule, wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afana naye na mnyama huyu tena? Ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na mataifa. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana Kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Swala la kumshinda huyu joka, swala la kumshinda mpinga Kristo linategemea kama umeandikwa jina lako katika kitabu cha uzima. Kama halijaandikwa wewe ni wa kupotea, lazima utamsujudia. Ila kama umeandikwa, uwezo wa kumpinga, uwezo wa kumshinda unao. Hasa jina likiandikwa, linaweza likaandikwa au likafutwa. Hapo ndio tukaelewana, elewa kwamba jina linaandikwa, la wale waaminio ndio wameandikwa katika kitabu cha uzima. Wengine hawajaandikwa, ila hawa walioamini ambao wameandikwa ndio wanaweza wakafutwa. Ufunuo wa Yohana sura ya tatu, katika ile barua iliyoandikwa malaika wa kanisa lililoko Sardi, unasoma kitu ambacho kinatuwekea ili jambo wazi: lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao chafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Hapo utaona kuna point tatu ambayo zimeongelewa kwa haraka haraka. Ya kwanza ni watu wasiyoyatia mavazi yao chafu. Hawa ni watu ambao wanaenda katika njia iliyonyoka mbele za Bwana. Matendo yao hayana makandokando, yamenyoka alafu jambo la pili ni kwamba wamestahili kuvikwa mavazi meupe. Kwa hiyo katika kusanyiko kuna watu ambao, kusanyiko ni kanisa la Kusadi, kuna watu ambao hawajastahili kuvikwa na kuna watu ambao mavazi yao yametiwa uchafu. Jambo ya la tatu ni kwamba wameshinda, yeye ashindaye, wameshinda. Kwa hiyo kama wameshinda, ni kwa sababu wana uwezo wa kushinda, wakaotumia uwezo wa kushinda. Ila kuna wengine hapo Kusadi Unakumbuka wakati wa vita ya Kagera, rais wetu, baba wa taifa Nyerere, alihutubia taifa, akasema uwezo tunao, nia tunayo na sababu tunayo, kwa hiyo tutampiga nduli. Na vita ikafanyika, wakampiga, wakashinda. Sasa aliposema uwezo tunao, nia tunayo na sababu tunayo, jeshi lingeamua kukaa tulisiende lisingeshinda vita, sawa? Lisingepigana likashinda. Kwa hiyo unaweza ukawa una uwezo lakini hautashinda, inabidi uwikize uwezo wako katika kazi, utende kazi kwa huo uwezo ili ushinde. Wapo watu katika imani wa Kristo ambao hawatashinda. kama hawatashinda, majina yao yatafutwa katika kitabu cha uzima. Ndio maana hii neno sasa kufutwa katika kitabu cha uzima na hivyo la kushinda, ukitaka ulielewe vizuri inabidi turudi katika gano la kale. Nimekwambia Musa aliandikwa kwenye kitabu cha uzima. Sasa ukija katika gano la kale kwenye Kutoka, Musa alipokuwa anaomba rehema kwa ajili ya dhambi za wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wametengeneza ndama wa dhahabu, wakafanya dhambi mbele za Mungu. Musa akawa anaombea rehema. Musa alikwenda mbele za Mungu, na maneno haya yanapatikana katika Kutoka sura y mpaka thelathina tatu. Hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Musa akarejea kwa Bwana akasema, a watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu, walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Mkristo, nielewe swala la kutenda dhambi, hata kama jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima, swala la kutenda dhambi matokeo yake ni kufutwa katika kitabu cha uzima. Yesu anaongea na ili kanisa kwenye Ufunuo wa Yohana anawaambia wapo watu ambao watafutwa, ila ashindaye sitalifuta jina lake. Sasa kama wewe umeokoka sawa, ila inabidi ujiweke sawa, uwe ashindaye ili jina lako lisifutwe, inabidi ujitahidi. Sawa, kaa katika utakatifu, kwa maana ya kukaa mbali na dhambi, kujitenga na uovu wote na maandiko yanatuonyesha kwamba watu ambao wataingia mbinguni ni wale ambao majina yao yapo kwenye kitabu cha uzima. Kama jina lako halipo kwenye kitabu cha uzima, sahau kuingia mbinguni. Ufunuo wa Yohana sura ya 20 mstari wa 11 mpaka 15 inasema: kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketiye juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapa kuonekana. Nikawaona wafu wakubwa na wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa sawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake; wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto na kuombea Mkristo mwenzangu, itahidi kudumu katika imani kushinda. Maandiko yanatuasa kupambana tushinde. Hivyo kaa katika imani, maana kushinda kwetu ndiyo hiyo imani. Barikiwa.